Siku ya leo tumepata nafasi ya kukabidhi ofisi ya wafanyabiashara wadogo yenye thamani ya zaidi ya milioni sitini. Tuwapigie makofi mengi sana. Lengo la ofisi hiyo ni kwenda kuyaleta makundi jamii pamoja kwenye sehemu salama yenye heshima, ambao watakaa na kukubaliana namna bora ya kuziratibu, kuzisimamia na kuziendesha shughuli zao ndani ya mji wetu, lakini ndio sehemu ambayo itakuwa ni one stop center ya shughuli zote za wafanyabiashara wadogo. Ndani ya ofisi hiyo kuna ofisi ya watu wa Machinga, ndani ya ofisi hiyo kuna bajaji, ndani ya ofisi hiyo kuna umoja wa boda bodaboda, ndani ya ofisi hiyo kuna babalishe na mamalishe, ndani ya ofisi hiyo kuna makundi yote, ambao kwa wakati mmoja unaweza ukakutana nayo na ukaona wamejipanga namna gani kusimamia biashara huduma na uendeshaji wa shughuli zao. Tuwapigie makofi mengi, mengi, mengi, mengi sana. Serikali imeamua kuwekeza zaidi ya milioni 60 kujenga ofisi hiyo kwa ajili ya makundi yote haya ili haya makundi yapate sehemu ya kukutana, kupanga, kuamua, kuratibu na kuendesha shughuli zao katika namna bora ambayo inachochea ustawi na standard, viwango vya utoaji wa huduma. Ni matarajio yangu, wenye viti wa jumuiya zote ambazo mtakuwa sehemu ya jengo hili, mtalitunza ili jengo, mtalienzi ili jengo, na mtahakikisha linatumika kwa ubora na makusudio yake. Ziko taasisi nyingi ambazo zinatamani kuwa na majengo yale, lakini tumeanza na taasisi hizi ambazo zinabeba umma wa watu wengi sana katika jamii yetu. Nafahamu tunao wafanyabiashara wanahitaji kupata huduma, tunao vijana wa bodaboda wanahitaji kupata huduma, tunao vijana wa bajaji wanahitaji kupata huduma, lakini huduma zao yawezekana walikuwa wanazipatia maeneo ya mbali au maeneo ambayo sio salama sana. Sasa, viongozi wangu, mmepata nafasi ambayo mtatumia hizi ofisi kuwasikiliza wenzenu, kusimamia haki zao, maendeleo yao na utashi wa biashara na huduma wanazozitoa ili mwisho wa siku tuendelee kujenga jamii ambayo inatambua jukumu na uwezo wa kila mtu katika uzalishaji mali. Tuwapigie makofi tena tena tena tena. Kwa ndugu yangu Merabu bwana, hongera. Wewe pamoja na wakina Zuberi, pamoja na mwenyekiti wa Machinga na wenzenu. Sasa nendeni mkaitumie ile ofisi vizuri. Tukifika pale tuone namna mnavyosikiliza kero za wenzenu. Tukifika pale tuone namna mnavyomaliza changamoto zao. Tukifika pale tuone namna mnavyotualika viongozi wa serikali kusikiliza kero za wafanyabiashara. Sitaki kuona tena mna jengo lenu zuri alafu tunasikia wafanyabiashara wamejazana kwa mkuu wa wilaya pale. Tunataka wafanyabiashara wajazane kwenu, mkuu wa wilaya atoke kwake kuja kwenu kuwasikiliza wafanyabiashara. Tumeelewana vizuri? Maana yake ni nini? Mkuu wa wilaya atakuta tayari mmekwisha shughulikia baadhi ya mambo ya msingi na mmebakiza mambo machache sana ambayo yanahitaji utashi na mamlaka ya serikali. Ofisi yenu ikawe ni kimbilio la wenzenu. Ofisi yenu ikawatue mzigo wenzenu. Ofisi yenu ikatoe mwelekeo wa ustawi wa biashara na huduma mnazozitoa. Niwapigieni makofi tena mengi kwa kazi kubwa na nzuri, kwa jengo hili la ofisi ya wafanyabiashara wadogo lililotolewa na serikali na lililojengwa kwa gharama ya zaidi ya milioni sitini. Lengo lake ni kuchochea utashi wa kibiashara na huduma kwa makundi madogo madogo ndani ya mkoa wetu. Tupige makofi mengi tena kwa mafanikio haya makubwa. Iringa oye! Manispaa safi, safi. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Komredi Kheri James, Katibu Tawala wetu wa mkoa wa Iringa dada yetu Doris Kalasa, Mheshimiwa Benjamin Sita mkuu wetu wa wilaya ya Iringa na wote mliojumuika hapa leo, tuna furaha kuwakaribisha katika tukio kubwa adhimu la uzinduzi wa ofisi ya shirikisho la wafanya biashara wadogodogo katika mkoa wetu wa Iringa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kusema haya, mimi naitwa Zaina Mlawa, mkurugenzi mtendaji wa Manispaa ya Iringa. Naomba nisome taarifa fupi ya ujenzi wa jengo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa ya ujenzi wa ofisi ya wajasiliamali wadogo mkoa wa Dogo, mkoa, Iringa kwa Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, leo tarehe ishirini mwezi wa kumi mwaka 2025. Utangulizi Mheshimiwa mgeni rasmi Mradi wa ujenzi wa ofisi wa ya wajasiliamali wadogo mkoa wa Iringa ulianza rasmi kutekelezwa tarehe ishirini mwezi wa tatu mwaka ishirini ishirini na nne. Mradi huu umetekelezwa kwa ushirikiano kati ya ofisi yako mkuu wa mkoa, halmashauri ya manispaa ya Iringa na viongozi wa wajasiliamali wadogo wa, wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi umetekelezwa kwa njia ya fosi akaunti chini ya usimamizi ya usimamizi wa mhandisi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa. Mradi huu umetekelezwa katika kata ya Mlandege mtaa wa sokoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, manufaa ya mradi Manufaa ya mradi huu ni kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa viongozi wajasiliamali wadogo mkoa wa Iringa katika kutatua kero na changamoto zinazowakabili wajasiliamali hawa wadogo ndani ya mkoa wa Iringa kwa kuwapatia mazingira bora na safi kwa ajili ya kukaa na kutatua kero hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama za mradi. Gharama za mradi huu ni jumla ya shilingi milioni sitini laki moja na themanini na mbili elfu mia tano tisini. Mradi huu umekamilika kwa asilimia mia moja. Vyanzo vya fedha za utekelezaji wa mradi huu ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kuu imetupatia jumla ya shilingi za Kitanzania milioni kumi. Manispaa ya Iringa imetoa jumla ya pesa milioni hamsini laki moja na themanini na mbili 590 kwa kufikisha jumla ya shilingi milioni sitini laki moja themanini na mbili laki tano miatano na tisini. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa moyo wake wa kizalendo na kuwapenda wajasiliamali wake katika mkoa wa Iringa kwa kutoa fedha za ujenzi wa ofisi hii ya Machinga. Pia tunakushukuru wewe binafsi, katibu tawala wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya, viongozi wa wizara ya maendeleo ya jamii, viongozi wa Machinga, bajaji, bodaboda wa mkoa wa Iringa na watumishi wote wa ngazi ya mkoa na wilaya na manispaa ya Iringa kwa ushirikiano wao mkubwa walioutoa katika kufanikisha ujenzi wa ofisi hii nzuri na ya kisasa. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba uikague na uweze kuizindua ofisi hii ya Machinga mkoa wa Iringa. Machinga ye ee! Mheshimiwa mkuu wa mkoa Kheri James, safi aji! Nashukuru mkuu. kwenye tukio la leo mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza kabisa ni kupongeze sana ofisi yako kwa wazo hili la mwaka 2024 ambao matokeo yake tunayaona leo. Niwapongeze sana ofisi ya mkurugenzi, wakuu wa idara wote, najua mmepambana usiku na mchana mkiongozwa na mkurugenzi kutekeleza agizo lililotolewa na ofisi ya mkuu wa mkoa, na leo matokeo yake tumeyaona. Hongereni sana. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninaomba pia niseme machache sana kwa wenzetu waliopewa mikopo hii. Kwanza niwapongeze, kwa sababu mchakato ulikuwa ni mrefu kidogo, lakini mmepitia vigezo vyote na mmeaminika. Niwasihi sana mjitahidi kufanya marejesho yale kwa wakati kuna wenzetu wengi wamekuwa na changamoto ya kurudisha ile mikopo. Lengo la serikali ni kuwawezesha wanawake, vijana, wale walemavu, ili wanaporejesha inaongezwa kwenye mfuko ili na wengine wazidi kukopeshwa. Kuna wenzetu wakipata zile fedha wanafanya mambo mengine na inaleta changamoto kuwafuatilia na kufuatiliana, kidogo haipendezi, lakini najua nyinyi mtarejesha kwa wakati ili wenzenu pia waweze kunufaika. Ndiyo maana halisi ya ile mikopo. Lakini vilevile vile kwa wenzetu waliopata ofisi nzuri sana ya kimfano katika Tanzania, ninadhani kuna ofisi ya Dodoma na hii ndio za mfano kwao, niwapongeze sana niwapongeze sana. Lakini na, na nyinyi pia naomba niwaase sana kutunza ofisi hile, kwa maana tunategemea kuona ofisi hile sasa itakuwa ni engine ya kufanya ubunifu. Hatutegemei na wala sio lengo la serikali kuona wamachinga wanabaki kuwa machinga, hapana wamachinga hawatakiwi kuzoea kuwa wamachinga. Wamachinga wanatakiwa kuwa na mkakati wa kupanda kipato na tunakwenda kupata mamilionea. Ni hatari sana nikiona kiongozi wa machinga anafurahi kuwa kiongozi miaka kumi na tano. Hapana, tunatamani Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuona watu wanatoka kwenye kaya maskini ya tasafu, wanapanda, wanapata mikopo ya wajasiriamali mali, wanapanda, wanapata mikopo ya benki, wanapanda, wanakoma milionea, wanapanda, wanakoma bilionea. Hatutamani kuona machinga anafurahia kubaki kuwa machinga, hapana. Ni lazima tutengeneze utaratibu wa kuwawezesha watu wetu kupanda zaidi, na naamini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ofisi uliyoizindua leo pale itakuwa ni sehemu ya injini ya ubunifu. Kwa kushirikiana na ofisi zetu zote, watatoa ushauri namna gani ya kupanga mji namna gani ya kutoa masoko zaidi, ili mkurugenzi na timu yake wanapopanga mji tunaangalia Iringa yetu, tutenge eneo jipya soko jipya. Tuna, tuna, tuna biashara zinakwenda kuibuka. Wote mnajua tuna skimu kubwa ya umwagiliaji kule Pawaga mchele utaanza kutoka mwingi sana. Naamini viongozi mtakaa na mkurugenzi, mpange wapi mnaweza mkaweka soko la kisasa likawa ni soko la mchele na vitu kama hivyo. Ndio tunataka ofisi ile iwe ni sehemu ya engine ya kubuni vitu ambavyo vitamtoa Mtanzania huyu kwenye umachinga na kwenda kuwa milionea. Sawa jamani, nadhani hilo nimeliweka vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niliona hilo niliseme kwamba lengo ni kufanya wenzetu hawa wapande zaidi, na ndio ofisi ile tunategemea kuwa injini ya kuwanyanyua wajasiriamali wadogo wadogo kwenda kuwa wafanyabiashara wakubwa katika taifa hili.